Kukubali kosa lako. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kukubali nini makosa, lakini pia nijifunze kwenye makosa, sababu kuna mwingine ndio anakubali, ndio madam, nimekosea, afu kesho anakosea tena kosa lile lile, kesho kutwa tena anakosea kosa lile lile. Kwa hiyo inakuwa haina maana. Sasa kama unakubali kosa lakini kubadilika, ufanyaje? Leo ukikosea Uka, ukakubali ndio kosa lako kwamba ndio leo nimekosea, sikumwangalia mtoto akaenda kuchezea sabuni kule, mtoto amekula sabuni, mamake karudi mdomo umevimba. Sio sabuni inamvimbisha mtoto mdomo eh, na watoto wanapenda kweli kula, kula vitu. Kwa hiyo akikuta kipande cha sabuni anaanza kutafuna. Haya, kumbe nimekosea kumwacha mtoto bila kumwangalia kujua yuko wapi. Kosa langu ndio hilo kubwa, mimi sikuwa nimemzingatia mtoto. Umekubali, kesho tena mamake anakuja ajachezea sabuni, akaenda kuchezea dawa ya msoki kaila yote ama kanywa glycerin ama kanywa mafuta. Kwa hiyo unaona kwamba huyu mtu ndio kukubali kwa sana kukubali lakini hajifunzi kutokana na makosa yake. Kwa sababu kama jana nilimwacha peke yake ndio maana kaenda leo sitamwacha. Yaani nitamwacha tu muda amelala na hata muda amelala nitaenda kumwangalia kila baada ya muda fulani anajikia interview. Kama kama mtoto kaamka nijue. Unajua, unaelewa? Mhm. Mm lakini pia ni kutafuta suluhisho. Badala ya kutoa matatizo tu, jaribu kutoa mapendekezo na suluhisho kama nilivyowaambia. Kwamba usiwe tu unalalamika kwamba labda bosi yako anakuambia, mbona chooni kuna harufu? Wewe unaambia ndio hivyo hivyo, hivyo mimi chicho kwanza nilikuta kinanuka hivi hivi na nini. Kwa wewe ni kutoa tu yani, ni wewe ni kulalamika tu, nikutoa tu changamoto. Hebu mwambie kwamba samani madam, mi naona hii harufu ya chooni imejaidi kude kila haitoki. Kwa hiyo madam, naomba tununue dawa za chooni, hebu tujaribu kununua deto, hebu tujaribu kununua dawa fulani, hebu tununue na ile uh, ya kusugulia masinki mnaita nini, vim tununue Hebu tununue afya na air fresha hivi, unaona kabisa, kuna mtu anaona kabisa ukweli, huyu mtu hajaja tu kuniambia matatizo wala kunilalamikia, pia kaniletea utatuzi wa changamoto zangu, na ndicho ambacho mabosi wanakitaka, ndicho ambacho waajiri wanakitaka. Yeye analipia laki moja na nusu, analipia shilingi laki tatu, analipia shilingi laki tano ya huduma, kwa maana ya wewe, mshahara wako kwa mwezi, ili umhudumie ndio maana ukienda kula mgahawani, ukipewa chakula cha elfu hamsini jamani, kitakuwa kiendane na shilingi ngapi? Sio chakula cha elfu hamsini kina testi kama chakula mm -hmm. cha elfu mbili hautaelewa, si ndio? Au wewe ukienda kununua chakula chako, kasema leo naenda kula zangu kuku wa KFC, ukanunua kuku wako pale, halafu ukimla kuku ni mbaya, yani yameharibika, wewe wewe utaweza kuvumilia bila kuambia wewe KFC, kama mmenipa kitu kibaya? Hapana. Au hata kama usipomwambia, kuna namna hautajisikia mm -hmm. Sasa hiyo kutokujisikia vizuri kwa mteja wako ndio ambacho hatukihitaji. Yaani anatakiwa bosi wako ukimfanyia kitu, yeye mwenyewe afiele kwamba yes, kitu ninachokipata ni kina deserve kile kitu ninachokilipia. Akikulipa laki 3 yeye inaendana na laki 3. Akikulipa laki moja yake na nusu, anajua yeye eh, kweli inaendana na laki moja yangu na nusu. Akikulipa laki 5 kweli inaendana na laki 5. Sawa, eh, muonyeshe kwamba kweli wewe, hiyo thamani ulionayo, anaipata kwenye huduma ambayo anahitaji. Sawa. Lakini eneo la tatu la mwisho ni kuwa mtaalamu. Kwenye kuwa mtaala mcha kwanza kabisa ni mavazi na usafi. Kwenye customer care jamani uko kwenye customer service uko tunakuenda. Tunawakutaga watu wamevaa vizuri kulingana na maeneo ambayo wanafanyia kazi. Sawa? Eh, ndio maana mm -hmm. E, ukienda kwenye hotel ambazo zinaeleweka zina, zina status zao uwezi ukakuta mtu amevaa vaa vindala hivi anaburuza buruza vindala si mara amevaaje? Hapana. Mara mtu ni mpishi jikoni kabisa mashefu amekaa kichwa wazi nani amewahi kumuona? Mm -hmm. Hapana. Kwa hiyo kumbe mavazi ni namna nyingine ya kuonyesha kwamba wewe una customer care skills. Kwa hiyo hata kwa bosi wako, kwa sababu utaingia jikoni utamfanyia usafi, wake ni lazima pia ujifunze kuvaa vizuri, mavazi yenye heshima, lakini pia mavazi nadhifu, mavazi ambayo hata mtu akikuona aseme, kweli huyu ni mdada wa kazi. Hata wakija wageni wake hawaogopi wewe kuja kuwasevia chakula mezani. Maana kuna mtu mwingine atakwambia, kanipikia, utapanda utaenda kwenye room yako, mimi tu nitaserve nita mwenyewe Kumbe shida ni nini ndugu yetu, wewe kuvaa vizuri kuwezi? Ndio maana tunawaambia tuje na hizi suruali nyeusi, sketi nyeusi, kama hivi mmekaa smart kabisa. Hapo hata mtu akiwa na mgeni wake ah, atakwambia tu, Sara naomba uje unihudumie mgeni wangu. Tena utakuwa utashangaa kile wageni wake sikio anakuita mara nyingi nyingi, kumbe anataka wageni wake wakuone, kwa sababu you are smart. Yes, Teresia, njoo msikilize mgeni wangu anahitaji nini? kidogo cha msanjo to hii glasi mletee mgeni maji ya kunywa. Unaona yani, kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo ukiwa presentable, hata mtu anakuwa anajisikia kujivunia wewe. Hiyo pia ni njia moja ya kumfanya bosi, kumfanya bosi wako awe comfortable. Yani vaa pendeza, vaa vizuri, smart, nguo za heshima. Habari ya unavaa nguo inakubana kiasi kwamba madamu wako anakuwa hata anaogopa kutoka hivi, kwa sababu anajua dada wa kazi yuko ataniharibia mambo. Hapana, hiyo pia ni kukosa customer care skills. Unatakuwa unavaa nguo kama ni suruali yako kitambaa ambayo haikubani, haikuletei bugu za wewe kwenye majukumu yako lakini pia haiwabudhi wateja wako. Kwa sababu wewe tunawahudumia wake na waume, si ndio? Mm -hmm. Eh, sasa kwa nini ukalete shida kwenye familia yetu ni kukosa customer care skills? Vaa suruali yako pana kama tunavyofunika kuanzia hapa. Shati refu huku linakufunika maumbile yako wewe kwa sababu pale haujaenda kwenye hiyo kazi. Wewe umeenda kufanya kazi za mapishi safi na nini? Na malezi. Tunaelewana? Eh, hayo mambo mengine ya kuonyesha shape utaonyesha huko. Unatakapopata pesa zako utaendelea na maisha mengine lakini kwa pale, mfanye mteja wako ajisikia comfortable. Yaani unajua kuna ile namna ukienda zako sehemu kaudumiwa unajisikia raha kukua kwenye yale mazingira. Ndicho ambacho mimi nakitaka wateja wenu kwa wao wanakipata. Sio sawa kwa wao comfortable kwa sababu kuna vitu baadhi baadhi unamwonyesha yeye yuko comfortable kwenye nguo hiyo, lakini madam hayuko comfortable kwa sababu anadhani muda wowote anafanyaje? anaondolewa pale, unamchukulia nafasi yake, sawa mm -hmm. E, kwa hiyo tujitahidi sana kuwa tunatoa zile huduma zetu za usafi, mapishi na malezi, lakini kwa kupitia mtaala wetu ambao unatuelekeza uwe na customer care skills, nywele zako ziko nadhifu, nguo zako za heshima, za kama tulivyosema hapo, safi kabisa, lugha yako, tumeshatoka kwenye lugha kule, lugha chanya kidogo kuna changamoto umeisha itatua. Yani mwezo wako akija, yani unampa tu taarifa kama tulivyosema toa taarifa, sio unajifanyia tu vitu vyako kama pale ni kwako. Hapana, toa taarifa, kama madam uliniachia shilingi 10000 nikao nimetumia shilingi 5000 kufanya matumizi ya asubuhi yale ulionielekeza, ikabaki shilingi 5000 ambayo ilibidi iwe change. Lakini madam, ikatokea kuna changamoto fulani kanihitaji mimi kutumia shilingi 1000 kununua kitu fulani, sio nampekea tu 1000. Mbona 1000 na unataka kunirudishia 5000? Sasa si nimenunua vitu. Unaona kuna nani na fulani, ukijirudia tena mwenyewe, anaanza kuona kama vile huyu ananiendesha nyumbani kwangu. Lakini nitakapomwambia madam uniletee 10,000 nitumie 5000. Lakini kwenye ile elfu tano kwe, ambayo ilikuwa imebaki nika katika kununua vitu kuna kitu kimoja chukua tumekisahau. Kwa hiyo nimekiongezea cha shilingi 1000 ikawa shilingi ngapi? 6000 ya madam yeye patinjia kwa shilingi 4000. Kwa madam atakayekasirika ni nani? Mshawi. Lakini mtu yoyote yule ambaye yuko positive anahitaji huduma na unampatia huduma hawezi kukasirika. Sawa? So, ehe, eh, lakini pia kingine ni faragha. Heshimu faraga ya mwajiri wako. Hiyo ni moja kati ya customer service, customer care. Ndio maana kuna wafanya kazi guest ambao ambayo hata kama akija mtu pale anamjua, sio shida zake pale, ye anamhudumia mteja. Wewe kwa bosi wako wana mambo yao ya familia, mambo yao ya faraga. Ye anaishia kwao ndugu yetu, waotoa huduma yako maliza, umewafanyia huduma vizuri kwa customer care nzuri, basi moja hapo tu ya sifa ambayo inakuonyesha kweli tukuona wewe ni mtu ambaye unajitambua una customer care skills ni kuweza kutunza faragha ya mwajiri wako. Yaani hata akija ndugu yake pale hatakiwi kujua vitu vinavyoendelea unless ameambiwa na mwajiri wako hiyo haitakuhusu. Lakini eti wewe kuongea chochote kuhusiana na pale kwa mwajiri wako kwa mtu yoyote ni kosa kujitambua. Sawa? Lakini pia uaminifu na heshima. Heshima mali za mwajiri wako. Usitumie mali zao bila idhini. Usiwe na tamaa ya kuiba vitu vya mwajiri wako. Sawa? Mm. Eh, kwanza kuna kutumia kitu chake bila idhini. Kwa mfano labda madam ameacha zake hapo viatu vya vyake, unataka kwenda zako wamekutuma mahali <coughs> we yule umeshavaa viatu vya bosi wako umeondoka nazo. Sio tabia nzuri, sawa? Eh, bila ridhaa ya mwajiri wako usitumie kitu chochote bila ridhaa yake. Kabisa. Bosi wako ana vyombo vyake ambavyo huwa anavitumia pekee yake na familia yake ama na wageni wake. Usikitumie. Yaani sio kama anakuja he, hadi unaogopa kwamba nimetumia kitu ambacho nilikuwa sitaki, kufanyaje? Unajua kabisa sitaki kutumia, lakini wewe sasa umeamua tu kutumia. Maanake kule ni kukosa pia kuwa na hizi customer service skills. Mjue mteja wako anataka nini, usifanye ambacho anakitaka I mean ambacho hakitaki, fanya tu ambacho anafanyaje, anakitaka. Lakini pia panga kazi yako, panga kazi zako ili uweze kufanya mambo ya mambo yako kwa utaratibu na ufanisi. Uwe na ratiba yako ya muhimu. Kwa mfano, unaweza ukawa muda mwingine umeshafanya zako majukumu, jipangie ile jiwekee ile ile ile taratibu ya mwajiri wako. Amekaa umeshapita alisali moja amesema mbili hajakuita hamna, mfuate. Samahani madam, kuna chochote labda unahitaji nikufanyie, labda ama unahitaji chochote? Yani unajua kuna vitu vidogo vidogo vidogo sana, lakini vikakusababisha wewe ukaonekana ni bonge la mtu. Yani hata siku unafanya kosa mtu mtu anaamua tu kupotezea ile kosa kwa sababu, yani, haoni sababu ya kukulaumu kwa sababu kuna mazuri mengi sana umeshafanya. Lakini wewe ndugu yangu ukiona tube soka hajakuita yule kujifungia chumbani. Yule kutokomea usikojulikana. Mpaka uitwe. Huongei na mtu, mara wengine wanavaa pods. Yaani ni tabia mbaya sana. Ukisha kaa kwa watu unajua na unahudumia watu, usivae mapods, unavaa ma, ma, earphones. Hapana. Sawa? Eh, hey, labda kama unafanya usiku ukiwa umelala chumbani kwako sawa. Lakini pia hata hiyo usiku unaweza ukaitwa, jamani katokee emergency unaitwa, usikii mwenzetu, kumbe umevaa mapods. Hapana, sawa? Jitahidi kuwa na ratiba ambayo ya kumfanya bosi wako ajione yuko comfortable nyumbani kwake. Kuna mtu mwingine anakuambia, sasa mimi mpaka najifeel uncomfortable kwangu kwa sababu tu dada, yani yuko amekasirika, dada amenuna, dada ana attitude, hataki kuelekezwa dada haulizi chochote, yuko bize kufanya tu vile anavyojua, hataki utaratibu. Wakati hapa Wadada Center tunawafundisha kila kitu unachokifanya unafanya kwa maelekezo ya nani? Mwajiri wako. Jijengee tabia hata kama ameshakuamini unafanya majukumu yako vizuri, hebu jijengee tabia. Kila siku asubuhi, boss hajatoka kwenda kazini, muulize samani saa, samani madam, kuna chochote leo ambacho utahitaji nikiongeze kwenye ratiba zangu? Sawa. Ehe, kwa mwenye swali Nilikuwa na swali kidogo kwenye upande wa customer care kwa sisi wadada wa kazi. mm -hmm. For example, naenda sehemu unakuta bosi amekwambia nifanyie usafi chooni, vifaa amna, au yeye anatumia tuseme labda sabuni ya unga sabuni ya unga ina tabia ya kutoa harufu chooni. Unamwambia bosi, ninaomba ununulie vifaa vya usafi nianze kufanya usafi wangu vizuri. Haleti hivyo vifaa na unamkumbusha una unamkumbusha una, lakini haleti huduma mm -hmm. unaoifanya nakuwa bado haijakuwa bora wewe hmm. unafanyaje sasa okay. hmm. kwa hiyo bosi wako wewe umemfuata hmm. uh, ukamwambia kwamba unahitaji vifaa vya usafi hmm. lakini na hmm. vileti hmm. okay. ambapo vifaa vya usafi ambavyo ulikuwa unavihitaji sasa ndio hizo labda zile zile Okay. sasa ukishaona kuna, kuna changamoto ya kutokuwepo kwa vifaa Kimsingi hata kwenye mkataba wetu tumeandika, hata kwenye mitaala yetu tumeandika kwamba bosi amtengenezee dada mazingira, ampe wepesi, amrahisishie dada kazi zake, na njia mojawapo ya kukupa wewe mazingira mazuri ya kutenda kazi zako ni kuwepo kwa vifaa vya usafi. Kwa hiyo sasa labda turudi mm. mm. naze, na mm. hapa kwenye customer care kwamba namna ambavyo wewe unaenda ku-address hii hi issue ulikuwa unatumia kumwambia njia gani? Kumwambia kwa sababu inawezekana labda ama hamna vifaa vya, panakuwa na hii harufu mim, sabu, mm. lakini kuna namna nzuri unamwandikia kabisa, unaingia yeah. google Unaangalia vifaa vizuri, unaangalia zile sabuni nzuri za kudekia chooni mm. muandikie kwenye kisehemu ki, ki, chako. Hii ni kwa wote sasa, nawajibu yani inaweza ikatokea kwako pia kwamba unamwambia mm. bosi wako, huwezi jua wa hawa waajiri wako bize sana jamani, inawezekana unamlaumu kwamba yeye umemwambia hajatekeleza, lakini anasahau. Lakini pia ni watu ambao mwingine, sio kila mtu ana, ana, ana, ana, sifa ya kuadmit eh? kwamba labda nilisahau au, au labda aonyeshe udhaifu kwamba mimi ndo sijanunua ah. Mtu mwingine ajisikii tu kuwa anajionyesha kwamba vile mimi sijanunua hivyo vifaa, labda kwa sababu sina hela kwa leo au labda kwa sababu nimesahau, hataki kukuambia hivyo. Sasa njia rahisi, wewe chukua zako kinotibuku chako write down ne, muandikie muandikie kwamba madam, kuna vifaa hivi na hivi na hivi, alafu tu vya bei ya kawaida pale, na madam, bei yake ni hii hapa alafu vinatumika vinafaa kutumika kufanya usafi. Kama unaona pia na hali ya uchumi kwa muda huo, labda mwisho wako unamwona anakuambia, ile ya uchumi ndio iko vizuri Nga, angalia ambavyo ni vya bei angalau unafuu, ama angalia vichache ambavyo vinaweza vikakusaidia kwa kipindi hicho, muda ambao bado anajitafuta afu then akikaa sawa, atavinunua ama labda kwa muda huo hauko vizuri, lakini labda ine week ama after two weeks atakuwa vizuri, then atavinunua hivyo vingine. Lakini wewe mtengenezee sasa, ndio yale kutafuta suluhisho. Chukua notebook yako andika kwamba madam, kuna vifaa hichi na hichi na hichi na hichi kitatusaidia sisi kukata harufu chooni kabisa, lakini pia mm. kungarisha sinki, kungarisha mm. na zile tiles za chooni viko hivi na hivi na hivi. Madam, naomba unisaidie kunua hivi vitu kwa sababu vitatusaidia asubuhi, kabla bosi wako hajaondoka au usiku, kabla bosi wako hajala, lampatie kile kinoti. Alafu ukiwa umemwongea naye kwenye lugha nzuri tu, mimi sidhani kama kuna mtu ambaye ataweza kunini mpatie kwa heshima yale aliyosema, lugha chanya mm. heshima muda huo umevaa zako vizuri, unaongea zako kwa nidhamu, kwa heshima, umempa bosi wako attention, umemwomba samani. Madam, kwa na jambo, panahitaji tuzungumze. Kuna hivi hapa vifaa nimeviandika vichache vya usafi wa chooni, naomba unisaidie kuvichukua, kwa sababu ni vya muhimu. Naona kule chooni tunatumia ile sabuni nilikuta, ni nzuri of course, lakini haitoshelezi kwa maana, yani kisafisha muda huo huo patakuwa safi, baadaye muda kidogo harufu inaanza kutokea, lakini tukiutumia hivi vifaa chooni patakuwa vizuri zaidi. Alafu mkabidhi, sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza asifanye asitekeleze hicho kitu. Sawa, mwingine mm. mwenye swali? Um, kwenye swala zima la customer care mm. sana sana kwenye kipengele cha kuwa kumsikiliza bosi na kufata maelekezo yake mm. <laughs> mimi kwa mfano nilipotokea nyumba ya bosi ilikuwa kubwa. Hmm. Na bosi anataka uamke saa kumi na mbili, hmm, ndo uanze maswala ya usafi. Sasa mi ilikuwa inaniwia ngumu kuamka hiyo saa kumi na mbili, nyumba kuisafisha, kwanza unatumia masaa kama mawili au mawili na nusu. ndani tu akuja toka nje, ana uwanja mkubwa, paving hizo. sasa nikaamua pana. hii saa kumi na mbili ni kama unakuwa na yani muda unakuwa ni bana nikawa naamka saa kumi na nusu saa kumi na nusu na, na deki nawacha tu kule vyumbani ambako watoto wamelala nitamalizia wakishaamka sasa. Hii yani hii ikawa inanifanya na nagombana sana na bosi wangu, na bosi ni mtu ambaye hapendi kunisikiliza nikimuomba bosi, naomba tuongee, yani unaona kabisa hana ile, hana ile, hakupi ule muda. Okay, nimekuelewa vizuri sana kama nimekupata Sara, unachomaanisha ni kwamba uh, bosi wako kwa yeye ana ratiba ambayo anahitaji wewe uifuate, nyumba nyumba yake usafishe labda baada ya saa kumi na mbili, lakini wewe unataka usafishe saa kumi na nusu, ndivyo? Yeah. Sasa tumesema kwamba haya majukumu tunafanya kulingana na maelekezo ya nani? Mm -hmm. ya mwajiri wako sindio? Mm -hmm. Yeye yeah, anahitaji nyumba usafishe saa so kumi na mbili, amekupa na sababu zake na uhakika. Mm -hmm. Sasa kinachotokea ni kwamba wewe fanya uh, jaribu kutwist ratiba yako, kwa sababu njia nyingine ambayo ni ya customer service tulisema kwenye kujipangia ratiba, kama niwe majukumu mengine, kwa sababu sisi wadada wa Dada Center pia tunalalaga jikoni, pakiwa ni pasafi, vyombo vimesafishwa. mm -hmm. kulala usiku, vyombo umeviacha jikoni sijui vya kula viko, viko kwenye mavyombo hapana kwa hiyo usiku mimi nawakika kama umelala nyumba nyu, nyu, I mean jikoni uh, niku, kwako umepaacha pasafi yeye anahitaji uanze kufanya usafi wake saa 12 ndio maelekezo ya bosi wako kwa hiyo sasa kwa moja hapo ya customer care ni kujua huyu ndio mteja wangu sasa anataka mimi nianze kufanya kazi zake saa 12 kwa hiyo mimi sasa kama kama mtu ninayemhudumia nifanyaje najipangia ratiba yangu ndio kwenye kile kipengele cha ratiba Jipangie ratiba lakini kulingana na maelekezo ya bosi wako. Kama kuna namna yote ya kutwist ratiba za bosi, ni iwe ni baadae, baada ya wewe kumtengenezea trust. Yaani, lazima kwanza umpe uaminifu kwamba kweli wewe ni msikivu, kwa sababu kumbuka mteja anahitaji asikilizwe. Wanasema mteja ni nani? Ni mfalme. Kwao ni lazima umsikilize mteja wako. Akikwambia yeye kazi yake anataka uanze kufanya saa kumi na mbili, anza hiyo saa kumi na mbili kwa sababu ndio maelekezo yake lakini sasa ili we usikamu, usikwame kwenye utekelezaji wa majukumu yako ni lazima ujipangie ratiba vizuri inayoendana sasa na matakwa ya bosi wako. Kwa sababu ukianza kufanya majukumu yako kwa kutaka mwenyewe, ndio kukosa sasa customer care. Yaani hiyo tu kuambia ufanye saa 12 afu unataka ufanye saa kumi na nusu, hapo tu ni kukosa customer care. Ndio yale yeye anataka wali maharage wewe umpe ugali nyama. Hata kama umempa nyama lakini ametaka ugali, ametaka, mimi na mimi, ametaka wali, wewe umempa ugali na nyama ni wrong, ni tatizo umefanya majukumu yako. Hata kama wewe ugali nyama umeupika vizuri, umeupamba na matarumbeta, lakini yeye hakutaka ugali nyama, alitaka wali maharage. Ndio hicho kuamka saa 10 nawezekana kwako kwa wewe kwa, unafikiri kwamba ndio nitafanya vizuri kwanza, nimewahi kuamka. Na hiyo sasa ni kwako, lakini kitu kizuri ni kile ambacho bosi wako amefanyaje, amekikubali. Ndio maana tunasema unaweza kupika chakula ukakiona ni kizuri, lakini kizuri kwa nani? Haya, una ratiba yako, unaiona ni nzuri. Nzuri kwa nani? Lazima ratiba yako iwe nzuri kwa mwajiri wako, kwa mtu aliyekupa kazi. Ye anataka ufanye kazi yake saa kumi na mbili, fanya kulingana na utaratibu wake. Kama kuna ushauri utampa, lakini muda ambao tayari unafuata ratiba ya kwake, sawa? Na ndio hiyo, ndio kazi ya kuwa mwajiriwa, alafu yeye ni mwajiri huyo. Sasa ndio bosi wako. Ndiyo, anataka ufanye hivyo majukumu yake. utabishana naye? Hapana. Nadhani kwa leo tuishie hapo. Niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Tumeelewana. Customer care ni kitu cha muhimu sana. Tena bora Sara ameuliza hili swali. Boss wako anataka ufanye kitu fulani muda fulani, wewe unataka ujipangie ratiba zako, hapana. Huyo ni mteja na unamsikiliza. Sawa? Eh, mteja kaja restaurant akasema mimi baada ya masaa mawili ndo nitahitaji kuhudumiwa. Usimlazimishe kula muda huo huo, kwa sababu hatakula na hatalipie hicho chakula. Ndicho ambacho kinatokea hata huko kwenye kazi za nyumbani. Hakikisha majukumu yako unayafanya kwa kufuata ratiba ambayo hiyo ratiba umeipata kutoka kwenye maelekezo ya nani ya mwajiri wako sawa haya ni washukuruni sana niwatakie majukumu mema ya siku uh, tuendelee kuyaishi yale ambayo tunajifunza lakini pia kuyafanyia kazi na kuyatekeleza malezi bora mapishi, mapishi bora. bora na nini usafi bora Wadada Center okay